Tuelekee kaunti nambari kumi ambapo wakazi wa Bori huko Moyale wamelalamikia kutengwa na serikali mfululizo katika ngazi ya kitaifa na kaunti. Wakazi hao waliandamana kupinga kile walichokitaja kama ukiukaji wa haki zao za kimsingi. We deserve to get services just like other Kenyans and we don't know why tunalegeletiwa hivi tunashindwa. we don't know why. Tunataka serikali yetu watusikie, mpaka national government, hata hata hadi mpaka president, kwa sababu tumewachagua watu sita kuanzia president mpaka kansela, lakini wale hawajawahi sikia hii uh, uh, maneno yetu. our local leaders hakuna. Tumesema shida ya kwanza ni maji, na maji ni uhai. Bila maji mimea hawezi survive binadamu hawezi ishi, watoto hawezi enda shule, wamama hawezi jisaidia. Bila network hakuna maisha, na hakuna communication. Hatuna habari yote, kitu linasikika kwa hii Kenya baada ya siku kumi ndotii tunasikia weli haya, na wengi wetu hakuna, hakuna mutu ana simu kwa nyumba moja, watu karibu ishirini wako na simu smartphone, paka hata ile kidogo